Kwa sababu inawezekana katika safari hii ya wokovu umechoka, inawezekana katika safari ya utumishi umechoka, lakini niko hapa kwa ajili ya kukuambia ya kwamba bali wale wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Haleluya, niko hapa kwa ajili ya kukuambia ya kwamba wa kwa kwa, haijalishi umechoka kiasi gani, yuko Bwana ambaye atakushika mkono na kukusogeza mbele. Haleluja! Haleluja! Inawezekana unaona safari yako ya jaribu unalopitia limekuwa gumu sana, unataka kukata tamaa, umekaa chini, hujajua ya kwamba Yesu yuko hapo akikusubiri tu ya kwamba Bwana, niko tayari ishike mkono, ili akikushika mkono uweze kunyenyuka, na utashangaa kufikia tu kwenye kona namna hii umeshafika sehemu yako. Haleluja! Haleluja! Ndio maana lazima ujue neno la Bwana linasema nini juu ya hali ulionayo. Kulikuwa na mwogeleaji mmoja kule Marekani ambaye walikuwa wanakimbia kuogelea, kwa mwogeleaji mzuri sana lakini, wakati ule wanaogelea na mashindano yale, kulikuwa na ukungu mkubwa sana, kiasi ambacho huwezi kuona kisiwa na nchi kavu, na kulikuwa na meli zilizokuwa zinafuata kwa ajili ya kusukuma na kuondoa samaki wabaya. Yule dada akafika, ah, mahali akasema nitoeni kwenye maji. Wakamwambia inawezekana hauko mbali. Asema nitoeni kwenye maji, nimechoka, nitoeni kwenye maji. Wakamtoa kwenye maji, alafu wakaenda na boti sehemu kidogo tu. Kumbe alibakiza sehemu kidogo tu. Wafika mashindano yale, wakaaleta wakati wa kiangazi, akaogelea safari hii, akashinda. Waandishi wa habari wakaenda, tuambie kwa nini wakati ule ulishindwa na wakati umeshinda. Akasema wakati ule nilikuwa sioni mahali mnakoenda hii nilikuwa naona mahali nakwenda. Ndio maana kama huna neno huwezi kujua mahali nakwenda, huwezi kuona mahali ambako Mungu anataka ufike. Neno ndilo linalokusaidia kujua Mungu amekuwekea jibu gani kwenye tatizo lilo nalo. Biblia inasema Ibrahimu hakusita kwa kutokuamini, lakini akiiona ahadi ya Bwana alitiwa nguvu ndani yake, akasonga mbele na kuendelea kumsubiri Bwana. Bwana Yesu asifiwe! Haleluja, haleluja. Usiingie kwenye tabia ya kuchoka na kuanza kunung'unika, maana watu wengi sana wanamnung'unikia Mungu na wako kwenye adhabu wakifikiri ni shetani, kumbe ni adhabu ambayo wanatakiwa waitubie. Maana kama umekuwa ukiomba kwa Mungu na hujajibiwa, na ndani yako umeingia manung'uniko, au unawanung'unikia watumishi, au saa ingine ulikuwa unawapa sadaka, unasema unajua, hata sadaka nimetoa nyingi sana mimi, nashangaa kwa nini Mungu wake hajajibu. Sikiliza, hujajua kitu unachovuna, unahitaji kutengeneza na Bwana, maana sasa Mungu hatakaa upande wako lakini za kukushughulikia mpaka mahusiano ya yako yarudi usifike mahali ukakata tamaa, kama wana wa Israeli walipomwambia Haruni, hebu tutengenezee hapa ndama na mungu mwingine, kwa sababu huyu Musa aliyetutoa kule hatujui kilichompata. tunataka msaada wa mungu mwingine na wakatengenezewa ndama nyingine. Haijalishi Mungu amechelewa kiasi gani, haijalishi watumishi wa Mungu hawakutembelei nyumbani kwako, haijalishi hakuna mzee wa kanisa aliyekuja nyumbani kwako, usije ukakimbia kanisa kwa sababu tu unaona mimi hawanitembelei hawa tembelei kwa hiyo sina faida kanisani kwao, unaenda kwenye kanisa lingine ukifikiri utapata msaada huko, unakuta mambo ni yale yale, mambo yamekuwa mengi, hawajapata nafasi ya kukutembelea. Unaenda kanisa lingine, unakuta tatizo hilo hilo. Kwa nini? Kwa sababu wewe unatafuta msaada wa wanadamu. Sikiliza, kama Musa wako haonekane, usimkimbilie Haruni ambaye anakupeleka kwenye ndama. Rudi kwa Mungu liye hai! Haleluya, haleluya! Rudi kwa Mungu aliye hai, na kumwambia Mungu, Musa simwoni, Haruni naye amepiga stop. Ninahitaji msaada wako hapa nilipo. Uso wako usiponichukua, siwezi kwenda hii safari. Naomba unichukua mahali ulipo, kama utamrudisha Musa mwenyewe au utamshikia Haruni au utamleta mtu mwingine, lakini miungu mingine isinichukue hapa mahali li nilipo, na kutaka wewe Mungu uliyekufa pale msalabani kwa ajili yangu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory oh, glory to God, glory to God. God, naona mtu machozi yakitoka, yes, yakitoka ndani yako. Ulishafikia sababu, nimeshapita mahali pagumu, basi tena wakofu, basi uutumishi, basi basi, maamuzi umefikia ndani. Nimekusemesha haya maneno katika Roho Mtakatifu. Ghafla machozi yanatamka. Kwa nini roho mtakatifu? Anakuambia usichoke, ndiko kwa ajili yako kukutia nguvu. Na mimi nataka niombe kwa ajili yako. Chini ya leo, kama uko hapo unanisikiliza, umechoka na safari ya wokovu, umechoka na kuishi kama Mkristo, matatizo yamekusonga, tabia zako zimebadilika, kwa sababu naona Mungu wa wazazi wako hakusaidii, nataka niombe kwa ajili yako Yesu akutie nguvu kwa upya. Hakuna kitu kibaya kwa askari kwenda vitani na kumwacha askari mwenzao aliyejeruhiwa. Katika sheria za jeshi, huachi maiti ya mwenzako aliyekufa, wala huachi askari mwenzako aliyejeruhiwa, na wala humuulizi umejeruhiwaje. Unambeba kwanza, ukutengeneza kwanza.